Kumuondoa kocha mm, Romain Folz yeah, kwa Yanga ni mtego mkubwa yeah. Bana, tumekutana tena mwanamichezo, na nipo na mchambuzi wa michezo Lugano Israel. Tutapiga na story, tutapiga naye mastori na mengi sana kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea upande wa Young Africans kutokana na maneno yalikuwa mengi kusiana na kocha eh, Romain Folz. Leo mara ya pili ameonekana kwenye mazoezi akisimamia mazoezi ya Young Africans. Maneno yalikuwa ni mengi, kuna upande ulikuwa anasema hawamtaki kocha, kuna upande ambao wamesimamia msimamo wao, hasa uongozi wa Young Africans. Romain Folz ameonekana mazoezini leo, ni day 2 niko na Lugano mimi, ni mzee wa mida, inakuaje kwa mambo vipi? kwa vizuri. Mungu ni mwema bana, tumekutana tena eh, ni wakati mwingine tunakutana tena tunamshukuru Mungu wai, ndio kitu cha msingi. Romain Folz, huyu hapa mazoezini siku ya pili leo, yeah. Maneno yalikuwa mengi sana, kuna watu walikuwa anasema kwamba aondoke aje kocha mwingine, mpira sio mzuri, lakini injinia amemwamini amerejea tena kwenye Young Africans. Of course, mimi uh, kwanza niwapongeze sana viongozi wa Yanga mpaka hmm, sasa ambapo bado hawajaamua kumwondoa Romain Folz Eh, ni kwa sababu moja kubwa sana, kwa sababu wao ndio ambao walimleta Romain Folz. Ina maana kuna trust ambayo walikuwa wanaamini kwa Romain Folz, kwa hiyo wakati wanamleta wana, wana eh, Tanzania Romain Folz, kwa maana kwenda kuifundisha Yanga, walikuwa wanajua kama watakuwa kweli walifanya research vizuri kuhusiana na kocha ambao wanamtaka basi ndo huyo Romain Folz ndo ambaye yuko pale, maana yake maamuzi yao lazima asimame kwa kile ambacho walikiona. Otherwise, kama walifanya research mbovu, walimwajiri wal, wal, kocha ambaye hawajui mifumo yake anachezaje, walimwona tu kwa sababu kijana mzungu kapita Mamelodi Sundown, kapita Oroya, kapita wapi eh, rekodi zenyewe azimbebi kwa maana yoyote, lakini bado mkasema tunamtaka. Kama walifanya research ya kutosha, wakajiririsha kwamba huko kota alikopita alikuwa ni kocha mzuri isipokuwa alikosa moja, mbili, tatu ambacho sisi Yanga tukimpa anaweza kakaa katika levo hii akawa na ubora anacheza mifumo hii kwetu Yanga inalipa. Maana yake hu, huo ndo mchezo wake kote huko alikotokea, umenielewa? Kwa hiyo Yanga mi napongeza kumwacha huyu kocha mpaka dakika hii kwa sababu moja ya msingi kutunza heshima yao ya yale maamuzi yao ya mwanzo kabisa ya kuwatafuta makocha wote ambao wako barani Afrika au duniani kwa kipindi hicho ambacho walikwenda kumwajiri, wakamwona yeye ni bora kwenda kufundisha Yanga. Hicho hicho wanatakiwa wakisimamie, ni kwa sababu kocha ametimiza majukumu yote ya kocha yote duniani ambaye anahitajika kuifundisha timu. Jukumu la kwanza la kocha kuifundisha timu ishinde. Sawa. Jukumu la pili ni kuwafanya wafurahi mashabiki. Jukumu la tatu ni kubeba makombe umeelewa? Jukumu la nne mambo mengine huwa yanaendelea. Sasa majukumu mengine ambayo anapewa na klabu. Lakini la kwanza lazima timu ishinde, sababu ikishinda ndio inafurahisha nini mashabiki, sio? Yeah. Inaenda kubeba makombe. Ma, kubeba makombe unatengeza heshima ya klabu. Sasa yeye kanza na hatua moja ya msingi ambayo ni ya kushinda. Yeah. Kushinda ni hatua ya msingi ya Yanga ambayo anatakiwa kuiwekea. Kwa hiyo eh, kumwacha kocha aondoke kwa sababu ya mashabiki wanasema, hatumtaki mpira uonekani. E, pira biliani, tunaona pira miogo, pira sijui migimbi, e, pira sijui nini naitwaje, pira nini sasa makande. Makande. <fibri> e, mak pira makande watu hawalitaki lakini, <Bebri> magoli yanaingia kwanza, utaanza kujiuliza malalamiko ambayo anayatoa um, kwanza mashabiki walikuwa wanataka magoli mangapi kwa upande wa Yanga yapatikane? Yaani Yanga anafunga magoli mangapi? Kwa sababu kama ni magoli, amefunga magoli ya kutosha. Kama ni uchezaji mpira ambao tunasema mpira mpaka unaenda kufunga goli, maana yake uliandaa mashambulizi ya kwenda kufunga goli, maana yake sio mpira umetoka kwa jiji diara ukapigwa moja kwa moja, vup, ukaingia ndani, sio kweli. Kuna mpira ulitoka kwa mtu fulani ukaenda kwa mtu fulani, kwa mtu fulani, mpira ukaingia kuna mpira ulitoka chini pembeni ndani ikawa goli, si ndio? Ukiniambia kocha huyu anacheza mpira mzuri, ebu wanitafutie Mourinho. Nani asiye kufurahia mchezo, yaani uh, uh, timu ambayo anafundisha Mourinho, Jose Mourinho, Jose Mourinho? Nani nani asiye kuifurahia hmm. Jose Mourinho? Hakuna mtu yote ambaye anaifurahia zaidi ya wale ambao wanapata matokeo, kwa, kwa maana ya timu husika. Tunakumbuka Mourinho alikifundisha Chelsea, sawa inachukua kombe la Champions League amepaki, basi mwanzo mwisho, si ndio? mbona wakumtimua? Ndiyo. kwamba bwana umechukua kombe, sasa timu yenyewe haichezi vizuri. Aa, unajua muda mwingine tuongee mpira bwana, tusiongee ushamba na vitu vingine kama hivyo. Mashabiki wa Yanga wameingizwa kwenye mfumo na baadhi ya watu ambao wanakosoa eh, vitu ambavyo havina msingi kwenye mpira. Of course hakuna hakuna mtu ambaye apendi timu icheze vizuri kila moja anapenda timu icheze vizuri kwenye mfumo mzuri wa, wa, wa, ushawishi wa kufurahisha, lakini cha msingi dunia nzima inachotaka ni goli. Ndio maana kuna penalty, ni goli inafurahisha, yani mpira ukiingia kwenye nyavu pamoja na wote, lazima bao liingie. Bao likiingia ndio umemaliza shughuli mzee. Kwa hiyo Romain Folz yuko sehemu sahihi na nitaizungumza mara nyingi zaidi takavyokuwa inawezekana. Yanga wakimwacha Romain Folz, Romain Folz yeye ndio kanufaika na Yanga Yanga aanufaika ya na, na, na Romain Folz. Kwa nini? Kwa sababu CV yake mimi nimeshakuzungumza toka mwanzo wakati anakuja, miongoni mwa watu ambao niliwakosoa Yanga kwa kocha Romain Folz, kuingia ndani ya Yanga, mi ni miongoni mwa watu ambao nikasema huyu sio kocha daraja ya kufundisha Yanga. Yanga ndoto ambazo imefikia ilifikia hatua ya ya fainali kwenye kwenye CAF Confederation Cup, ikafika hatua ya robo fainali kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika wanahitaji mtu ambaye atawavusha au kufanya waka maintain kwenye zile nafasi, sio kama ile nafasi ambayo msimu uliopita wao walirudi ku, kurudi mpaka hatua ya, ya, ya makundi wakatoka kwenye makundi. Kwa hiyo Yanga wanatakiwa kutoa kwenye hatua ile, wanaenda hatua nyingine. Uwezi kumchukua kocha ambaye huko alikotoka kafeli, ndio unaenda kumfanya akaifufisha timu yako, na Romain Folz ni miongoni mwa makocha ambao walikuwa wamefeli. Kwa hiyo, sasa kama ameshafika ndani ya Yanga na huko kukosoa kwetu ambao tulikuwa nakosoa kwamba Romain Folz sio kocha wa maana amekuja, mimi binafsi ameni prove wrong kutokuwa na maana wake, kapata matokeo. Sasa mnamuondoaje? Aendelee kuchezesha kusimamia timu ambayo inapata matokeo. Siku akikosea pengine timu ikiwa inafungwa, ndo amtimue. Kwa mimi binafsi, ninaona kabisa kwa Romain Folz uko sehemu nzuri. Inawezekana yeye hana pressure, ila za ndani nazozisikia mpaka dakika hii, kuna kocha ambaye tayari anamwangalia Romain Folz akiwa yuko Kwenye mti yani kama tembo manake, tayari amekalia kuti kavu. Unajua tembo akiwa juu ya mti yani ni swala la muda tu, muda. Kocha ambaye alikuwa anaifundisha mm. e, timu ya timu ya taifa ya inaitwaje Madagaska mm. Madagaska, anafahamika kama Romdi Felix Rakatondrabe mm. Rakatondrabe bwana huyu wakati wote anapiga jalamba, anamwangalia tembo yuko pale juu, kumdondosha. Nakwambia hii ni tetesi, maanake muda wote. hizo ni tetesi, sasa inawezekana hmm. E, yanayozungumzwa yapo kwa sababu zipo, zipo tetesi nyingi ambazo zimewiva. Sisi ni waandishi wa habari, lazima tuwapongeze pia. Kuna waandishi wa habari ambao wanafanya kazi za kiuchunguzi, hata sisi hmm. tushakotoa za ndani kabisa azikawiva Sio kazi rahisi kupata taarifa za ndani na ndanizmams ni, mm. uh, um, mm. ni kijana mwenzetu mm. ambaye kaingia kwenye soko la aku, akuwa maarufu kiasi hicho kipindi cha nyuma mm. ameingia, ameleta mapinduzi makubwa mm. amechangamka kuliko hata wengine ambao o kwenye game muda mrefu mm. amekuwa akileta story ambazo wengine hawana, kwa maana za ndani kabisa na zinawiva, mfano la kocha wa Simba. Rafael ndo alileta hiyo yeah. Yeah. Kwa nini tusimpongeze kijana mwenzetu mm. Hata kama hauna ukaribu kiasi hicho na Ansi Rafael. Mpe, mpe. Kuna baadhi ya sajili ambazo zilifanyika mfano Salamba, yeah, aliibua za ndani kabisa Salamba na zikawiva yeah. Kuna baadhi ya matukio Wilson Oruma Ali aliaibua yakaiva mpaka mtu anashangaa hii kumbe kweli yeah. Kuna baadhi eh, kuna mtu anaitwa Eh, Abisai Steveni mm. Aisha kuyaibua ya ndani ya kaiva mm. Umeelewa? mm. Kuna watu ambao wamefanya hizo shughuli mm. tuwape maua yao, lakini special kabisa mm. Ansi Rafael, mfano swala la, la, la kocha wa Simba mm. Imetoka story ya kwanza kutoka kwa Ansi Rafael. Alaa. Na kweli mambo ya kaiva, kwani simpe, tusimpe kongole bana. Ansi unachukua maua yako hapa kwa Lugano Israeli, kwa mzee wa mida, kwa Jovano, lakini kikubwa ili swala naosema pia ni watu wa uchunguzi hmm. Abisai Steven naye naye kachunguza, naye kafanya shughuli zake nyingi tu ambazo ni za kuaminika hmm. na tunapozungumzia watu wale tunapo, tunazozungumzia tetesi tunazungumzia hmm. hmm. inawezekana ikawa ni asilimia mia moja ikatokea, au asilimia tisini kwa sababu tetesi zingine zashangaa. Mimi kuna, kuna mchezaji mmoja hmm. yaani tetesi nimeitoa dakika <laughs> ya mwisho anataka kwenda kusaini hmm. ikabadilishwa. <laughs> Wacha yo kangilia kati. Ananipigia simu. Mwanangu nah, shindikana huku. Shaku wa kubaya. Hey, Shaku wa kubaya. Kwa kubaya. Hey. Yaani, kuna mazingira fulani. Mfano, mfano, mfano, mfano eh, nilizungumzaga usajili wa eh, Edmund John hmm. kwamba anaenda Yanga. Hmm. Ni kwa kabla Yanga wajatangaza. Ah, nikazungumza hey. kwamba bwana huyu anaenda kwa mba. Ana, anaenda kwa mba. Anaenda kwa mba. Anaenda kwa mba. Anaenda kwa mba. Anaenda Mzizi hajaondoka si ilikuwa ni si, kwamba mzizi na anaondoka alafu yeye anaingia, mzizi kabaki history. Sio rahisi, itabidi uchunguze, utafute watu. Kuna mwingine anakujibu hivi, mingine vile. Kwa hiyo tuwape heshima. Kwa hiyo uh, Romain Folz amekalia kutikavu, yuko juu kule, lakini pamoja na kukalia kutikavu mimi niweke kwenye msomo wangu ule ule mm. yanga kocha wa Madagas, uh, Madagaska ambaye alifika fainali mm. ya, ya, ya chani mm. ni sawa, ametengeza kitu kikubwa mm. Unajua kuna msemo ambao unasema ndege 99 ambao wako kwenye mti mm. yupi ni bora kati ya wale tis, uh, kipi ni bora kati ya 99 walio kwenye mti na ule mmoja uliyemshika mkononi? Uliyemshika mkononi ni bora zaidi. Wamejiridhisha mm. kwamba huyo kocha wa Madagascar ni bora kuliko Romain Folz wamejiridhisha au kwa sababu ameona kwenye chani, wamefuatilia hapa maswali, maswali. Cha msingi sasa hivi hmm. ni kumwacha kocha ajimalize mwenyewe, kama ni uwezo wake mdogo atajimaliza tu, akitoka sare nyingine mpeni hata, bwana, tunakupa mechi tatu, kama lengo ni kushinda tutakwambia tunakupa, uh, timu kushinda mechi tatu au nne, na tunakupa timu icheze vizuri hizo mechi ina maana kocha atakuwa na assignment ya moja kwa moja kwamba natakiwa timu yangu icheze vizuri lakini pia ifunge magoli. Kwa hiyo wasije kumlaumu. Timu inaweza kacheza vizuri ikafunga goli <tutu> moja, moja wasilaumu. Lakini kikubwa si ushindi. Wanachokitaka ni nini? Kwa hiyo sasa kama anataka kushinda wampe majukumu hayo, sio kumuondoa kipindi hiki wakati mwalimu ametimiza majukumu yake ya msingi ni kujidhihirisha hata mbele ya, ya, ya mazingira mengine ndio maana sasa hivi mimi nampongeza sana. Uh, nampongeza sana uh, rais wa klabu ya, ya, ya Yanga Injinia Hesaidi. Kwa sababu gani? Kwa presha ambayo imepigwa jua, kumbuka kabla mechi ya Mbeya City pia presha ilikuwa ni kubwa mm. Awajasuruhu, ilikuwa ni presha kubwa, achezi eh vizuri lakini wamekuwa kam, hajamfukuza ashikilie hapo hapo, asimfukuze Romain Folz. Kwa sababu gani? mm. Wasubirie sasa mm. akosee Wamuondoe na wampe masharti. Bwana, unataka labda mechi tano utuprove kwamba timu inakuwa bora. Inawezekana alikuwa anajilinda timu, alikuwa jajua vizuri, wachezaji wajajua vizuri hivi. Wewe unaondokaje sehemu ambapo imepanga leo tu, alafu kacha mlango wazi? Unajua mazingira yakoje, utaibiwa. utaibiwa kwa lazima, uweke kufuria maana. Alafu wewe mwenyewe unaangalia hey, hey, hey, hey. Sasa yeye Romain Folz anachokifanya mm. chini anaweka wale mabeki wanne Sindiyo, beki akati hapa kwa kushoto juu, yeah. anaweka double pivot ambao ni wakabaje pia ndio, yeah. ina maana umeweka kufuli, yani yeah. yani na, yani double pivot manake hamna kitu kinachoingia chini huku, chini inajilinda sana yeah, ya yani kwao amehakikisha bwana mapungufu ya, ya timu fulani koje, ndo wanaanza kuruhusu kupeleka moto okay. ndio maana tutakuta Yanga yeah, kipindi cha pili yeah, wanakuwa na spidi kubwa sana kwa sababu mabadiliko mengi anaanza kuyafanya kati yao yenye kasi zaidi hiyo ndo silaha ya, ya, ya Folz kuto kuruhusu mabao, ndo mbinu ya, ya, ya makocha. Ndo maana Mourinho ameenda kufundisha mpaka Chelsea. Chelsea kwani alikuwa hataki mchezo mzuri? Ile walikuwa anataka kocha ambaye atakupa uhakika wa kupata matokeo kwa mbinu zile zile, hata kama amepaki basi la kiasi gani, lakini tusifungwe, tushinde. Hata tukifungwa goli moja, si tufunge goli ya kuchukua point? Ndo kitu cha msingi kwenye kwenye, kwenye, kwenye, nani? kwenye mchezo. Kwa hiyo kikubwa, hakuna uh, haja ya kumfukuza Romain Folz. Wakimfukuza wao wamejivua vyeo, maana yake walikurupuka. Wakimfukuza tu, maana yake wamekurupuka. Bwana sawa, lakini uh, kuna faida ya wachezaji ambao chini ya Romain Folz wamenufaika, wamenu eh, mfano Azizi Ndambwele, uh, akiondoka Romain Folz we... kama vile moyo wake unatamani asiondoke, huyo mzee abaki, ile zili kuenjoy Young Africans alikupata ya... namba kipindi fulani, yani inawezekana maombi yangu mm na Azizi, Azizi Ndambwele mm, yako sawa sawa kitu gani mimi namwombea Azizi Andambwile, yeah, kama anavyomwombea kocha yeah, abakie. Unajua kocha kuna kocha Romain Folz yeah, anaonekana ataenda kunufaisha wachezaji wengi wa Kitanzania ambao walikuwa wapate nafasi. Umemwona Edmund John pembeni kule, yeah. maombi ya Edmund John ni makubwa, watu wanamzungumzia tu Andambwile tu, tu. Yeah. lakini Edmund John hawamzungumzii, sababu Edmund John yeah, Ad, Ad, ni mchezaji ambaye katika sehemu ambapo anakaa zuzwa anapewa kuaminia yeye anaaminika, ana, ana, yeye pia anaposimama mzize anaaminika, yeye pia hmm. anapokaa anapokaa nani yule bo, eh, Boyeli anaaminika. Unajua kuna kuna, kuna baadhi ya mechi ambayo mechezeshwa katikati kama mshambuliaji ya mwisho hmm. umeelewa hmm. Yaani, maana yake maombi ambayo anayaomba Azizi Andambwile ndio maombi ambayo <laughs> anaomba ah, John, Edmund. Edmund John. Umenelewa, kwa hiyo hayo mm. Yani, ukiangalia ni kocha ambaye ni, ni wa future ya wachezaji wengi ambao anajua. Kuna unajua kuna makocha wengine ambao wakishikilia face 11 hawawezi mm. kutengeneza wachezaji wengine ambao wanateta value kwenye kikosi. Sasa hivi unavyozungumza Yanga, unazungumzia Yanga yenye kikosi kipana, kwa sababu Edmund John tayari kashatumika. Unajua pesi yake, unajua accuracy yake, unajua timu anaweza kusaidia, hata yeye mwenyewe kashakuwa na confidence Unakuja sasa kwa, kwa Andabwile unakuja kwa, kwa, kwa Chikola, wale wachezaji wapya hmm, unajua pia shida wa Tanzania pia tuna shida moja hmm, tunataka wachezaji wa kigeni wacheze hata kama ana kiwango kidogo. Kwani kuna mchezaji wa kigeni ambaye ana kiwango kidogo na an, anacheza, kuna watu wanalazimisha wana, wana, wana, wana wacheze shee, alafu wachezaji wa ndani wana ubora kuliko wachezaji wa kigeni ule Unaweza kumweka unaweza kumweka kabe. Yule, yule anaitwa nani yule? Hey. Musa Balakonte. Musa Balakonte. Watu wanalalamika huko, Musa Balakonte achezi achezi achezi kwa sababu gani? Wanataka acheze mchezaji kutoka nje, sio sio sio Azizi Ndabwile. Asiye tumuone performance yake Musa naye tuione ki, akicheza. Mm. Kuliko anabudi tunamfahamu, tuone naye performance yake, analipwa hela nyingi huyu jamaa. Sasa, ndio hicho kitu ambacho watu wanataka wanataka kulazimisha lazima acheze, ile ndio quality yake sawa quality ya ya, ya, ya, ya, ya, ya Azizi Andabwile mm. Na Conte ni tofauti. Andabwile kasha prove tayari kwa watu, kwa sababu ni Mtanzania, mpeni nafasi ya kuamini kwamba amewaka. Tulimuona kwenye timu yake ya Sifasien bala Conte bala lake kwa mkapa pale dhidi ya Simba mechi moja tu hiyo, labda ilikuwa ni performance, wala sio quality yake class class ndo natakiwa iwekwe pale manake kwa performance amemzidi, Andabwile, uh, Kante kwa sasa. Andabwile ndo ndo ana ubora kuliko Kante, si unanielewa? Ana ubora kuliko Kante kwa sasa, na mchezaji wa kitanzania ambaye kapewa nafasi. Mimi najivunia Andabwile, sekoji yake iko sawa na ameaminika na mwalimu hmm. naamini kuna vijana wengi ambao wataenda kunufaika sana na, na mwalimu huyu kwa jinsi ambavyo anaamini pia spidi za vijana E, watu ambao wanaweza kupambania namba mm, mazingira yao yanainufaisha klabu Yanga. huyu mm, mwalimu huenda baadaye akaleta akaja kufanya kitu kikubwa sana ndani ya Yanga. Nikukumbushe mm, kuna kipindi huyu Nasreddine Nabi wakati anaitengeneza Yanga, Yanga kipindi kile kilikuwa imetoka mikononi mwa, ilikuwa Mwinyi Zahera, nakumbuka alikuwa Mwinyi Zahera alipoichukua ile mm, timu mm, alafu ndo kipindi ambacho kilikuwa nasajiliwa kina, kina, Mayele, kis, kina nani, hawajaungana si umeelewa, watu wakaanza kusema oh, hamna kocha humo huyu Nabi na, ambaye watu wanamnangangania rudi Yanga huyu huyu Nabi alikuwa anaonekana hana lolote. Mwisho wa siku Nabi, nakumbuka tuko eh, sikrifu kule, waandishi wa habari tumekaa, mi nilikuwa miongoni mwa watu ambao nilimchachafi nili, nili hasa kwa maswali. Kumbuka Nabi pia aongee Kiingereza alikuwa yeah, anaongea Kiarabu anafafanuliwa yeah, yeah. Sasa kamuuliza maswali magumu akaenda kufafanuliwa na nani na na na ule limani wake aliwaka alikumbuka kwenye kiti mpaka akaongea Kiswahili e, umeelewa? Akaongea na Kiarabu, wallahi wallahi, nipeni muda, nipeni muda, wallahi wallahi. Yanga akampa muda, akawa mwekundu mzee, niambie. Mara baada ya pale nabi kupewa assignment ya muda mfupi, ilikuwa ni alaki, ndio huyu moto sana, yakabadilika Yanga mpaka sasa tunazungumzia Yanga imekuwa bora, misingi aliyoweka ni nabi kwa maana hiyo lugano manake, uh, Romain Folz akipewa muda kuna watu wataita maji mma. Akipewa muda kama ashapata matokeo, imebakiwa kuunganisha pattern za klabu ya Yanga, wachezaji wataanza kuelewana. Tumemwona kama Celestine Okoa ni mmoja kati ya wachezaji wazuri sheye, lakini bado hajaanza kujua mikimbio wachezaji wenzie. Yani kuwa kuwa na, na wachezaji bora akukufanye tu ushinde, inatakiwa uwe na combination nzuri ya wachezaji kuna kipindi Eh, Real Madrid mm, wakati masta wengi wako pale. Ndiyo. kuna kipindi nafungwa nashangaa kuna Zizou mle ndani, Beckham si kuna nani nani, takataka zote kina wote wako mle ndani, lakini unafungwa. unafungwaje star? Mm, combination yani usta au kufanya wewe au mchezaji bora au kufanya kuwa ukashinda mechi. Team working. Mm. Mnatoka, mnatoka kwenye kiwanja cha mazoezi mnaingia mna Kwenye, kwenye pitch mnaanza kutengeneza kile ambacho mmekifanya kukiweka kuwa mtindo wa pamoja, simeelewa? Ndicho ambacho kinatakiwa kwa Yanga sasa hivi. Kumhukumu kocha kwa michezo mingapi ya ligi? michezo miwili, miwili, miwili; kimataifa miwili, miwili. Michezo, e, michezo minne, michezo minne, unamhukumu na yote kashinda, e. Alafu kakuletea kikombe cha nje, alafu ngao, kamfunga na mtani Simba, alafu kamfunga Simba, alafu niwaambie kumwondoa Uh, kumwondoa kocha Romain Folz kwa Yanga ni mtego mkubwa. Unajua mtego wako ukoje? Mpaka tarehe kumi na mwezi wa, mwezi wa kumi na moja tarehe kumi na nane hivi watacheza na Simba. Dabi nyingine, dabi nyingine hiyo. Mtu, mtu mwenye uhakika wa, wa, wa, wa kufanikiwa kwenye dabi ni yule ashiai kushinda dabi, umeelewa? Kocha wa Simba atakuwa na pressure na dabi wakati huyu kashaishinda dabi, anajua jinsi ya kucheza na dabi. Kwa hiyo Yanga atanufaika na kuwepo na Romain Folz kwenye dabi, wakati upande wa wa, wa Pantev, upande wa Simba atakuwa na ana homa ya dabi. Uone kama Yanga atakuwa na faida, ukimleta mwingine mzano na balance, huyu ana pressure na pressure, si unaelewa? Kwa hiyo lazima Yanga pia wende kwa mikakati hiyo. Kuna sehemu nimesikia alikuwa anaongea, alikamwe alikuwa anaambia kuna baadhi ya wa wachambuzi anaogopa kwa sababu wao wamesimama upande wa Simba sana kuambia Romain Folz asiondoke, si ndio? Mm. E, inamtia wasiwasi wasi kwa sababu inaonekana kama wanataka kuingiza Yanga kwenye mkenge. Muda mm, mwingine tuzungumze football. Sawa. Wajitafakari wenyewe wanataka kumuondoa kwa kosa lipi? Wanataka kumleta kocha mwingine. Lamo Viki pia nazungumzwa endapo akifukuzwa kwanza wanataka kumrudisha. Mm. Mwacheni huyu afanye kazi, afanye yeah, kazi. Mwacha afanye kazi. Bana, sawa, huyo uh, ni Lugano Israel. Tumepiga mastori mengi kuhusiana na timu ya Young Africans lakini pia kuhusiana na performance ya Romain Folz. Yeye pia ana imani yake kubwa kwamba Folz inabidi aachiwe muda ili Young Africans izidi kufanya mambo mazuri ambayo tayari alishakuwa ameyafanya. Endelea kubaki na sisi, mimi ni shukrani kwa muda wote, mzee wa mida, Godi Fenyanto hapa tulikuwa tunafanya mahojiano na mchambuzi wa michezo Lugano Israel.